Wenzetu kutoka uh, customer service ya Azam TV wenzetu kutoka kule visimbuzi mm. na watatuambia leo wamekuja na jambo gani, japokuwa ni muhimu zaidi pia watukumbushe kuhusu malipo, watukumbushe uh, kuhusu kama nimelipia uh, kisimbuzi ambacho hakijafikia kupata chaneli za michezo natakiwa kufanyaje? Kama natakiwa kuongeza pesa inakuaje? Na vitu kama hivyo, kwa sababu kuikosa dabi ni changamoto kubwa sana. Tunaye hapa David Mwambene, msimamizi wa kitengo cha huduma kwa wateja, karibu sana, sana is... Lakini tunaye Deodatus Mkamati, huyu ni mtu wa huduma kutoka kitengo cha, eh, kitung, kitengo maalum cha huduma mm. kwa wateja, karibu sana. Uh, tuanze na, na, na David na. Kwanza leo mmekuja na jambo gani hasa? Yes, leo tumekuja kuzungumza na wadau wetu ambao, uh, ni wateja wetu kuelekea sikukuu ya kesho, tunaita kama sikukuu. Uh, hii siku imechukua tensheni kubwa ya watazamaji wa kisimbuzi cha Azam TV. Kwa hiyo sisi kama kitengo cha huduma kwa wateja tumekuja kuzungumza na wateja wetu kuwaambia kwamba tumejipanga uh, kuwahudumia yeah. wao na tutawaelekeza nini cha kufanya uh, kwa siku kama ya kesho, kwa sababu changamoto kubwa zinakuwa ni namna ya kutufikia sisi. Kwa hiyo tutaelezea ni namna gani mtatufikia. Tuna njia nyingi sana za kuweza kutufikia hmm. Ukiacha kupiga simu tu, tuna njia za kidigitali, lakini vile vile, uh, tutaelezea wateja namna ya kubadili vifurushi eh, na malipo na, na ni changamoto gani wanazipata ikiwa hawajafanya malipo mapema, kwa sababu tumetoka na kauli mbiu ya lipa mapema, angalia mapema hmm. Hiyo mm. Yes. tunasema lipa mapema, angalia mapema. A, kwa sasa ukichelewa kulipa mm. kuna changamoto unaweza ukazipata mm. changamoto ya kwanza ni kwa sababu unakimbizana na muda na aidha kipindi a, ambacho umekusudia kinaanza, aidha kinaweza ikawa ni tamthilia au ni mechi, ikiwa imeanza unakuwa na haraka. Ukiwa mm. na haraka moja, unaweza ukalipa pesa pungufu tofauti na kifurushi uh, kilichokusudiwa, ambavyo vifurushi vinafungua chane za michezo ni Ngorongoro elfu 28, au Azam Plus au Serengeti 35, tunaita Azam Play. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umelipa pungufu uh, ya kifurushi hicho au umelipa zaidi kuna wateja huwa wanalipa uh, zaidi, ukazidisha sifuri moja yani, ukaongeza sifuri moja kwenye salio. Kwa mfano, mimi nimekusudia kulipa elfu ishirini na nane ile ile, lakini kwa sababu nimechelewa na ule uharaka, najikuta nimelipia laki mbili na themanini mm. Au, mimi... hiyo pesa yes. uh, yes, tuna utaratibu wa kurudisha hiyo pesa lakini vilevile mteja ambaye ana haraka ya kulipa au amechelewa ana ana riski kubwa ya kuweza kulipia uh, kifurushi kwenye kisimbuzi kingine. Tuna wateja ambao wanamiliki visimbuzi zaidi ya kimoja, kwa hiyo ukiwa na haraka sana, unaweza ukajikuta umelipia kisimbuzi B badala ya kulipia kisimbuzi A. Kwa hiyo ile ule muda wa kuanza kufuatilia na kuhamisha ile malipo, kurudisha kwenye kisimbuzi sahihi, unakuwa unakosa huduma huku unakuta kimeshaendelea mbele, huku Simba na Yanga goli limeshaingia. Kwa hiyo kuna uh, uh, uhondo fulani hivi utaukosa. Ndiyo. Yes, lakini vile vile mteja anayechelewa kufanya malipo ana, ana riski ya kupata changamoto ya kimtandao kwa mfano wateja wakiwa wanalipia wengi kwa wakati mmoja, wakati mwingine mitandao inazidiwa. Mm. Kwa hiyo tunawashauri wateja wafanye malipo mapema, na hasa wakifanya malipo mapema wa kutumia uh, Azam, Azam pesa uh, ambayo ni rahisi na ni nyepesi sana kuitumia, wateja wetu watapata huduma mapema na wataondokana na hizi changamoto ambazo nimezitaja sasa. Yes. Mkamati mm. lipa haraka, lipia mapema. Lipi, lipia mapema. mapema. uone mapema, uone mapema. Uone mapema. Ni changamoto gani ambazo huwa mnakutana nazo pale ambapo watu wao wow, wanachelewa yeah. kulipia ninyi, kwenu hali inakuwaje? yeah, kikubwa changamoto kubwa ni kwenye upande wa utambuzi pia wa aina ya chaneli mm. yeah, mteja anakuta bado hafahamu ni chaneli zipi anaweza akazipata kwenye malipo ya kifurushi kipi. Hapo ndio nakuaga changamoto zaidi, kwa sababu mbali ya kwamba unataka kupata huduma, lakini mtu anajua nini anataka lakini hajui anakipata wapi hapo ndo kuna changamoto kwao. Mwingine unakuta anataka kuangalia mpira, anaangalia ile list yetu ya vifurushi pale, anaona kuna vifurushi cha elfu kumi na mbili ambayo hiyo ni Azam Lite, kwa watu wa dish au DTT wanaita Sadan. mm. kuna elfu kumi na tisa ambayo hiyo ni Azam Pure. Hapo sasa ndo wale watamfikiria Azam 2 wanaangukia hapo wengi. Kiacha ile ya kwanza, unakuta watu wa sinema zetu mara nyingi pale. Mm. ukitaka na Azam 2 na Azam 1 uzipate pamoja na ile sinema zetu ndo elfu kumi na tisa kwa mwezi, kwa wiki tunapata kwa elfu saba mm -hmm. Alafu sasa tuna kifurushi cha elfu ishirini na nane sasa, Azam Plus ambao watu wa DTT, yani nikimaanisha mfumo wa antena wenyewe, mm. wanakipata amini, wanakiita au tunakitambua kwa jina la Ngorongoro. mm. Kisha sasa tuna Serengeti Azam Play, kwa watu wa disho wa antena wanaita Serengeti, ambayo ni elfu thelathini na tano hiyo ndo baba lao kwa sasa, changamoto inakuja zaidi mtu anapokuwa amechelewa kulipia, amezoea siku zote, labda anamlipiaga mama na watoto, anaangalia tamthilia za mtu elfu kumi na tisa leo tena anakuja nalipia kumi na tisa, ili hali anataka kuona dabi ya Kariakoo. Okay. mm -hmm. Yeah, au anataka kuona Saudi Pro League mm. au La Liga au Italy Serie A Siri, ile ya Italia. Sasa changamoto inavyokuja hivyo Maanake mteja sasa mwingine unakuta hajui afanya nini sasa. Hapo ndo unakuta sasa anaingia kwenye foreni ya kupiga simu huduma kwa wateja. hmm. Line inakuwa whatsapp, messages iko bize, yenyewe ziko nyingi, email ziko nyingi, au mwingine tena huko mtandao wa simu atawafuta, na yenyewe kule wako bize, malipo mengi kuja huku, inakuwa changamoto. Sawa yeah, ambapo hiyo sasa nafikiri tayari wengi tulishaanza kuwapatia elimu, elimu na ndo tunaendelea kuitoa hii elimu Ukishakuwa umefanya malipo ambayo ni ya mwezi kwa mfano mm. au ya wiki, tofauti na kile kifurushi unachokusudia au zile channel unazozihitaji mm. sisi tunatoa fursa ya kuweza kuongezea fedha na kuweza kupata kile kifurushi unachohitaji, ila sasa kuna kuwa kuna muda maalum. Kama umetanguliza kifurushi cha wiki mm. uh, tuchukulie huyu wa Azam Lite mm. kwa upande wa dishi au tunaita saadani kwa upande wa antena ambayo ni elfu kumi na mbili kwa mwezi akawa amelipia elfu kumi na mbili sasa manake kama amelipia elfu kumi na mbili ya mwezi, atahitajika anataka kwenda sasa Azam Plus au ile Ngorongoro ngoro, tunaita kwa upande wa antena yani, kile cha 28, manake atalazimika kuangalia tofauti kati ya elfu kumi na mbili na elfu ishirini na nane ni shilingi ngapi? Elfu kumi na sita. Kwa hiyo tunamruhusu yani alipie elfu kumi na sita kisha akatufahamisha, au kajibadilisha mwenyewe akaenda kile cha 28, ila ni lazima iwe ndani ya muda wa saa 24 amini, saa 48 ukitanguliza kifurushi cha mwezi kuhama hicho kifurushi kwenda kifurushi kikubwa zaidi ya hicho, tunakuruhusu kuongezea fedha na kubadilisha ndani ya saa 48. Kuna neno umelisema hapo, anaweza kujibadilishia mwenyewe ndiyo? anabadilishaje mwenyewe? Ya huwa tuna USSD code yetu ambayo tunatumia nyota 150 nyota 50 nyota tano, okay, kisha itafunguka tachagua lugha itamletea tu pale machaguo kwa ataenda kwenye kubadili kifurushi, itamwomba namba ya kadi, ataingiza atafanya hicho ambacho anahitaji, kuama kubadili kifurushi sasa hivi, atabadilisha atachagua kifurushi husika, itambadilisha, ila lazima awe ndani ya muda ambayo yuko kwenye cha mwezi, ndani ya saa 48. Ila huyu ambaye yuko kwa aliyotanguliza kifurushi cha wiki ni ndani ya saa 24 na kama akikutana na changamoto basi, anatucheki tu huduma kwa wateja, sisi tunamsaidia tu, haina shida. Hivi kuelekea dabi kama hivi, David, mnaweza kupokea simu ngapi kwa siku? Simu, simu ni nyingi, na hatuinsisti sana wateja kutupigia simu. Kama Deo alivyozungumza, kuna huduma ambazo mteja anaweza akazipata bila kuchati na mtoa huduma moja kwa moja au kuzungumza kwa simu na mtu wa huduma moja kwa moja. Hmm, njia ya kwanza unahitaji hiyo code, lakini pia tuna njia ambazo tuna tunasisitiza sana, tuna IVR. IVR ule, huu ni mfumo wa sauti ambao umerekodiwa ambao unatoa mwongozo na maelekezo ya huduma za Azam TV. Ukipiga namba zetu za huduma kwa wateja utaisikia sauti. Faida ya kwanza, ukipokea ukipiga tu simu unapata uh, ratiba ya mechi kuu ya siku husika lakini vile vile kwenye IVRA unaweza ukajibadilishia kifurushi chako, unaweza ukaangalia salio la kifurushi, lakini vile vile unaweza ukafungua huduma mpya kwa wateja wapya. IVR inaenda sambamba na huduma uh, yetu ya WhatsApp bot. Eh, WhatsApp namba yetu ni 0677 996611 kupitia hui, hii huduma mteja anaweza akapata, uh, anaweza akajihudumia yeye mwenyewe pasipo kuzungumza na mtoa huduma moja kwa moja au kwa kuchati naye moja kwa moja. Mteja huyu pia anaweza akaangalia salio la uh, kifurushi chake, lakini vile vile anaweza akaangalia, anaweza akabadilisha kifurushi, akafungua huduma mpya, au anaweza akatuma ujumbe wa kufungua kifurushi uh, tunaita kurefresh account kwa wale wateja ambao wanapata ujumbe kama Access denied ikiwa amefanya malipo au mteja anapata uh, ujumbe wa uh, smart card is expired. Tunasema smart card is expired, ni kwa wale wateja ambao walifanya hawajafanya malipo muda mrefu na wamefanya malipo, kwa hiyo akiingia hiyo option ya kujitumia ujumbe wa kufungua ataweza kujihudumia mwenyewe, lakini vile vile kwa wateja wapi ambao wanapata ujumbe wa STB activation required. Eh, au ni wateja ambao hawajaanza kutumia huduma yetu kabisa, wanaweza wakajifungulia wao wenyewe kwa kupitia hiyo IVR yetu kwa kusikiliza na kubonyeza machaguo kutokana na sauti inavyomwelekeza, au wakatumia hii njia ya WhatsApp bot nilielekeza sawa. Na kujihudumia huko ni kwa wateja wa visimbuzi vyote, kwa maana kwamba antena na chadishi Yes. Okay, um, yes. Hii ni kwa wateja wote wa visimbuzi vya dishi, mm -hmm. Antena na ukienda kwenye IVR vilevile vile nakupa hadi maelezo kuhusu Azam Max. Ni namna gani unaweza ukaipakua ukajisajili, aa, au namna gani pia unaweza ukafanya malipo kwa wateja ambao hawatumii smart code kwenye application ya Azam Max. Tunashukuru sana na kumbushwa, unawafaa wawamini, siku zote iko hivyo, ukikumbushwa kumbushika Yes. Umelipa kisimbuzi chini ya kile ambacho unaweza kutazama chaneli za michezo, ongeza ndani ya saa 48 sindivyo? kwa mwezi. mwezi Sashimani, na hivi mm, naomba mtumie sekunde kadhaa kadhaa kuwakumbusha walipie kisimbuzi kabisa, kutumia ile kauli mbiu yetu, maana wengine tunapigiwa simu tafikiri tuko huko kwenye dipatmenti zetu. Asante uh, Lipa mapema angalia mapema. Ni wakati gani unatakiwa kufanya malipo? Moja, uh, ni kwa wateja wapya ambao wamesajiliwa, japo jukumu hili lipo kwa mawakala na uh, makao makuu. Tukikuuzia tutakulipia, lakini wewe mteja unayepata access denied, lipa mapema uangalie mapema unayepata smart card is expired, lipa mapema uangalie mapema. Uh, ukilipia mapema kuna faida za una faida kama kujiepushia changamoto za kimtandao na changamoto za kibinadamu kama zile nilizozisema, kuzidisha malipo au kulipia kisimbuzi ambacho haukukusudia. Ukilipia mapema, tunakuwa na uwezo wa kuweza kukubadilishia na kukurudisha kwenye kisimbuzi ambacho ulikuwa umekusudia. Kwa hiyo ukilipa mapema pia tuna faida nyingine ya ziada, niongee kwa haraka mm. tuna ofa ya vifurushi Uh, kwa wateja ambao wanalipia Serengeti au Azam Plus ile shilingi elfu thelathini na tano. Hao wateja wakilipia kwa miezi kumi wanapata ofa ya miezi miwili bure kabisa. Na umemaliza mwaka, umemaliza fresh mwaka kabisa. Lakini hao wateja wa vifurushi vya chini kwa maana ya Azam Light, uh, Azam Plus na Azam Piwa wakilipia vifurushi vyao kwa muda wa miezi kumi na mbili wanaongezewa mwezi mmoja wa bure ambao una ukijumlisha pale mteja anakuwa anapata huduma kwa miezi kumi na tatu. Wow. Kwa hiyo lipa mapema ya, angalia mapema hmm. Na kulipa mapema sio mpaka kifurushi kiishe, unaweza ukawa na kifurushi kinaendelea, lakini ukiwa unajua tarehe ambayo kinakaribia kuisha, basi lipa mapema ili uwe mmoja kati ya walotu ambao <coughs> wataangalia mapema. Okay. Yes. Leo kwa kumalizia kuna ndugu yangu, ndugu yangu mmoja wa damu kabisa, ndugu yangu wa karibu, mtu wangu wa karibu hmm. Kindaki, hmm. kindaki. familia. yani hmm. ah, uzungumze naye naye zungumza, maana kesho ataondoka nyumbani akaangalia mechi kibandani, mwambie alipia kisimbuzi mm. Okay, ukiacha ndugu yetu huyo tu mm. Huyo tu si ndugu yetu uko kwa mbayoko hapa huyo, pamoja na wote ambao bado hatujafanya malipo mpaka sasa, ni vizuri tukafanya malipo, kwa sababu utakapochelewesha kufanya malipo, maana yake unaenda kujiweka kwenye foreni. Mitandao ya simu itakuwa bize Uh, njia nyingine za malipo zitakuwa bize kwao. Tunakushauri au tunakuhimiza lipia mapema, ili kusudi upate huduma mapema, ili ukilipia mapema, hata kama una tatizo utatutafuta uta sisi tutakuhudumia mapema. Na uzuri wake, si lazima ulipie mwezi mmoja. Tunatoa fursa ya kulipia zaidi ya mwezi mmoja. Unaweza ukaingiza laki mbili na themanini ukasema, hii naomba mniunganishie kifurushi cha elfu ishirini na nane kwa miezi 10. Na sisi tutafanya hivyo kwao ukishalipia, unatufahamisha, tunaunganisha, unakuwa unaangalia.